Unaangalia, Al Kheri Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Bi Aisha Sururu abaye mwenye taasisi Aisha Sururu Foundation. Na furaha ya kuwatangazia wananchi wote wa Tanzania nzima na Waislamu wote na dini zote ambayo tukaifanyika mashindano yetu makubwa kuelekea kilele cha mashindano ya Qurani 2025. Mashindano hayo yanafanyika kila mwaka. Huu sasa ni mwaka wa ishirini na nne. Kwa hivyo na wataarifu, mashindano yetu haya yanafanyika kitaifa Tanzania nzima, ambaye visiwani Unguja na Pemba na mikoa yote yetu ya Tanzania, na furaha sana kuwakaribisha na msikose. Hamna kiingilio, hamna kitu chote kinachotakiwa, ila kufika kwenu, ndio ukamilifu wa shughuli yetu. Msikose wananchi wote, wote na Waislamu wote na dini zote tunawakaribisha. Na mashindano haya, mgeni rasmi atakuwa ni rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kipenzi chetu mwanangu mwanangu kipenzi changu na kipenzi chetu wote Wazanzibari wote pamoja na Tanzania bara Hussein Mwinyi ndo mgeni wetu rasmi karibuni wote na tunaendelea katika mapambano haya ya mashindano ya Qurani ya kitaifa Tanzania siku ya Jumapili tarehe si, tarehe tisa ishirini ishirini na tano 2025, ndani ya ukumbi wa Diamond Jubilee nakaribishwa kuanzia 12 asubuhi mpaka saa nane mwisho, shughuli yetu imeisha. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Unaangalia Al Kheri Online TV.